The festive seasons. Serikali ya kitaifa inasema imetoa shilingi bilioni moja za kusambaza umeme maeneo ya mashinani katika kaunti ya Busia. Kulingana na waziri wa kawi Opio Wandai, zaidi ya maboma elfu kumi na saba yanatarajiwa kuunganishwa umeme kupitia mpango huo, eneo bunge la Teso Kusini likitengewa shilingi milioni mia mbili. Tarajio yetu leo kutoka leo ya kwamba tutakuwa na reliable power supply. Na mimi nataka niombe regional director wa Kenya Power tukishafungiwa na stima, kukuwe na maintenance, stima isikuwe inapotea potea kila siku. Pia na ikipotea, officers wakuwe karibu sana kukuja kuregesha hiyo stima. Kwa mambo ya stima mwaka huu Mheshimiwa Rais kupitia bunge ameweka pesa taslimu shilingi bilioni moja. Bilioni moja kwa kaunti ya Busia kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi kuunganisha stima kwa wananchi au household karibu elfu kumi na saba na zaidi, hii e Teso South ikipewa karibu shilingi milioni mia mbili. Ninashukuru kwa leo kuona wageni ambao sijaona, kwa sababu tulikuwa na shida, tulikuwa tunatembea kwa gisa, hakuna bile tunafanya biashara lakini leo ameletewa sitima, sisi pia tutakuwa na furaha. Nimeshukuru sana leo kufanikiwa sisi kuletewa sitima. Tumewahi teseka sana watoto wetu kwa hii eria, hata wajawahi kuona TV. Tunasema serikali asante sana kukumbuka wakaaji wa Kamarinyang.